Miongoni mwa maombi muhimu ya wewe kuyafanya ni maombi ya kuiombea nafasi. Hicho kiti ambacho wewe unakaa, kuna mtu anatamani akae hapo. Hiyo nafasi uliyokuwa nayo kwenye kazi, biashara, ndoa na hata mahusiano, kuna mtu anaitafuta, anatamani akae mahali hapo. Na wewe vivyo hivyo, kuna mahali unatamani uketi, lakini kuna mtu ameketi hapo. Kuna kitu unatamani ukifanye, ili uweze kukifanya kitu hicho, kuna mtu inabidi ashuke na uketishwe wewe kuna nafasi fulani ambayo unatamani uinuliwe, kuna mtu inabidi atoke hapo, pengine apande zaidi au atoke tu hapo, ili uketi wewe. Hata kwenye mambo ya kazi, ofisi, na mambo mengineyo, ili wewe uinuliwe, kuna mtu inabidi atoke kwenye nafasi fulani. Na ili wewe uendelee kubaki kwenye nafasi hiyo, unahitaji kuwa na maombi ya kuomba ulinzi juu ya nafasi uliokuwa nayo. Ni kweli kabisa ya kwamba kuna vita kubwa ya nafasi ambayo inaendelea katika ulimwengu wa roho. Watu wanatumia uchawi, wanatumia uganga, nguvu za giza kuwaondoa watu kwenye nafasi na kudumu na kujiwekea nafasi hizo na kujirimbikizia kwa nguvu za giza. Tunao nafasi ya kumwomba Mungu, kwa sababu Mungu ndio anayetoa nafasi katika sisi tunaoamini. Chukua biblia yako, fungua kitabu cha Zaburi ya 75 mstari wa sita na ule wa saba: kwa maana kuinuliwa hakutoki mashariki wala magharibi wala nyikani, bali Mungu ndiye mwamuzi, humdhiri huyu na kumwinua huyu maana hiyo umshusha huyu na kumwinua huyu. Hivyo nafasi zetu za kuinuliwa zinatoka kwa Mungu. Nafasi zetu kudumu mahali fulani kunatokana na Mungu. Mungu anapokuweka mahali fulani, anakuweka kwa ajili ya utukufu wake, anakuweka kwa ajili ya utukufu wake. Na ndio maana kuna mtu unainuliwa mahali fulani ili uweze kuwavusha na kuwainua watu wengine. Kuna mtu unaketishwa mahali fulani ili uwe daraja kwa watu wengine. Leo ninakuombea. Huenda kuna nafasi fulani unatamani Mungu akupe. Huenda kuna cheo unatamani ukifikie. Huenda kuna nafasi fulani unatamani uipate. Mungu akusaidie, pengine nafasi ya kielimu pengine nafasi ya kindoa pengine nafasi ya kikazi pengine nafasi ya kibiashara, pengine kuna mahali unatamani upate kuweka biashara yako hapo, lakini ukiangalia upati namna kuweka, upate nafasi na kuombea kwa jina la Yesu. Maombi haya yataenda kukupa nafasi, maombi haya yataenda kukutafutia mahali pawe kukaa. Haijalishi mahali hapo kuna mtu anakaa, Mungu anaweza kuwaondoa watu kwa ajili yetu. Anasema nitamtoa kushi na Seba asiwepo wa kuzuia. Atawatoa watu kwa ajili yetu, kuna mataifa watatolewa kwa ajili yetu ili sisi tuweze kukaa hapo mahali ambapo napahitaji kukaa. Kuna watu wamekaa hapo, wengine awamchi Mungu, wanatumia uchawi wanatumia nguvu za giza. Tunahitaji kukaa hapo ili tumwakilishe Mungu, tunahitaji kuaminiwa na kukaa hapo ili Mungu aweze kuthibitika. Kuna nafasi nazitamani, si kwa tamaa, ili tuweze kumtukuza Mungu na ijulikane kwamba yuko Mungu anayeinua na ili Mungu aweze kukuinua kuna watu inabidi washuke. Ili Mungu aweze kukuinua wewe, kuna mtu inabidi ashuke, ukubali ukatae ili uinuliwe kwenye jambo fulani, kuna mtu inabidi ashuke. Ili upate ndoa hiyo, kuna watu ambao waliaidiwa wataolewa, inabidi waambiwe wazi kwamba ninyi amtaolewa, atakayeolewa ni huyu. Ili wewe ukae kwenye nafasi hiyo, ili uweze kupanda cheo mahali fulani, kuna mtu inabidi atoke hapo. Alikuwa anatumia nguvu za giza, eza apande juu zaidi, kama alikuwa anamtumikia Mungu na kama alikuwa anatumikia uchawi na mamzabau ya giza, ashushwe ili wewe upande. Na Mungu ni mwaminifu, huwa anayatimizaga yale ambayo ameyakusudia mungu ni mwaminifu hawezi kukuacha hawezi kunyamaza atakusaidia atakuvusha atakupigania kwa maana yeye ndiye msaada wetu yeye ndiye anayetuwezesha biblia inasema kwenye kitabu cha zaburi sura ya tano mstari wa kumi na mbili kwa maana wewe bwana uh, utambariki mwenye haki utamzungushia radhi kama ngao na kuombea bwana kubariki bwana atakusaidia Wafilipi nne sita na saba anasema msijisumbue, kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa hiyo nafasi ambayo tuko nayo sasa hii, hatujisumbui chocheo tutakipata kwa connection gani, tunajisumbua kwa maombi. Hatujisumbui hiyo nafasi tunaipata kwa nani, atakuwa daraja nani, atakuwa refa. Kuna baadhi ya vitu unakuta hauna mtu ambaye anaweza kusaidia hauna mtu anayeweza kukuvusha kukupeleka pale. Mwingine unatafuta kazi, unatafuta nafasi, hupati, hupati, unahangaika, hupati, kumbe huna kibali cha nafasi Kumbe hauna kibali cha nafasi. Leo nakuombea upokee kibali cha nafasi, ukaimiliki nafasi hiyo, ikawa ya kwako. Yani ukaingie na uka, uimiliki kabla ya kuingia. Yani ukienda pale, waseme wewe ndio tukana kutafuta wewe, ndio unayestahili kukaa hapa, wewe ndio unastahili kutuongoza, wewe ndio unayestahili kututolea maamuzi, wewe ndio unastahili kuwepo hapa, wewe ndio unastahili kuwa kwenye ndoa hii, wewe ndio unastahili kuolewa na huyu, kuoa yule, wewe ndio unayestahili kupata nafasi hii. Huenda kuna watu wengi wanatumia uchawi kutafuta nafasi, wanatumia nguvu za giza za kutafuta nafasi fulani. Mungu akupe nafasi wewe katikati ya ushindani huo, katika ulimwengu wa roho wewe pokea ushindi kwa jina la Yesu. Ushinde kabla ya kupigana vita hiyo, ushinde kabla ya kuingia vitani, maana tunaye Bwana wa majeshi, tunaye Bwana mwenye nguvu katika jina la Yesu. Inua mkono wako au wa mikono yako, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninaikamata nafasi yangu, ninaipokea nafasi yangu kwa imani, ninaiwekea ulinzi kwa jina la Yesu. Asante kwa kuwa umeniamini kwamba ninaweza kukaa kwenye nafasi hiyo, na ndani yangu umenipa msukumo kwamba ninastahili kukaa kwenye nafasi hiyo, na umesema kwenye neno lako utawaondoa wasio haki na kuwaketisha walio na haki. Nimekuja mbele zako kwa neema na kwa jina la Yesu ninaomba unipe kibali cha kuketi kwenye nafasi hiyo, katika jina la Yesu. Ninaketi kwenye nafasi hiyo, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaomba unipe kibali cha kuketi hapo, kwa jina la Yesu Kristo. Na kamata na teka nyara, mimi ndio nitakayekaa hapo, mimi ndio nitakayemiliki hapo, mimi ndio nitakayetawala hapo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa nisikilize, nasikia ndani yangu Mungu ananisemesha kitu hiki. Uh, inua imani yako, kama kuna kiti, kiti kipo jirani yako kiti kipo hapo. Uh, kuna mtu amekaa mahali fulani. Mwanangu, kumpindua mtu ambaye unajua hamtumikii Mungu, kumpindua mtu ambaye ni dhalimu, sio dhambi kwa sababu kuna watu inabidi waanguke ili wewe uketi. Kuna watu inabidi washuke ili wewe uinuliwe. Mungu alipotaka kumwinua Daudi, ilibidi amshushe Sauli. Kwa namna yote ile, ilibidi Sauli ashuke, apakwe mafuta Daudi. Nami nakuombea kwa jina la Yesu na kupaka mafuta ya utawala, hata kama Sauli bado anatawala, hata kama Sauli bado yuko hapo, hata kama Sauli bado yuko kwenye kiti hicho. Ninatangaza katika ulimwengu wa roho, panapo majira yanayokuja, wewe ndio ukawe mtawala hapo. Naachilia neema, naachilia mafuta katika ulimwengu wa roho mafuta ya utawala. Haijalishi huyo mtu ana mahusiano gani na wewe, haijalishi huyo mtu amekwendea wapi na wapi ili kuweza kukushusha. Maana Bwana akikubariki, Bwana akikutakasa, hakuna atakaye kuchafua, hakuna atakaye kushusha. Bwana akisema unatakiwa kuwa mahali hapo, wewe ndio utakaye kuwa kwa jina la Yesu, ila kuna watu inabidi tuwashushe. Chukua kiti hicho kwa imani, anza kumshusha mtu huyo, anza kushusha yote ambaye amekaa mahali pako. Kuna mahali yako. Mungu atakusaidia, hujui itakuwaje na mimi sijui itakuwaje, lakini najua Bwana anafanyaga njia mahali pasipokuwa na njia. Bwana atakufanyia njia hata jangwani, hata baharini, Bwana atafanya njia. Ninamshusha yote ambaye amekaa kwenye nafasi yako, iwe ni kwenye nafasi ya ndoa. Kuna wakati mwingine shetani anaweza kawainua watu wakaanza kuitafuta ndoa yako, wakaanza kutaka kuketi kwenye ndoa yako. Tunawashusha kwa jina la Yesu, shusha kwa jina la Yesu. Kwenye ofisi yako, kwenye kazi yako, wenda kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti ambacho unatakiwa ukae kwa muda mrefu, lakini ametumia jina lake ametumia ndugu zake, ametumia kwa sababu anafahamika au ana cheo, ninaamuru kwa jina la Yesu, anashuka hapo na unapanda kwa jina la Yesu, wewe unapanda kwa jina la Yesu. Mwingine unaomba kwa niaba ya ndugu yako fulani, unajua anapambana, nafanya kazi kwa uaminifu, lakini haonekani, haonekani kabisa. Bwana akampe kibali cha kupanda, Bwana akakupe kibali cha kupanda. Haijalishi ni ndugu yako gani, haijalishi ni nani kwenye maisha yako, apokee kibali cha kupanda kwa jina la Yesu, akaketi kwenye nafasi hiyo. Tunaiombea nafasi. Na wewe kama uko kwenye nafasi fulani, unasema Bwana, hii nafasi ina vita, watu wananipiga vita, kila anayepigana na wewe ili akushushe, akushush, akashuke mwenyewe akashuke yeye kwa jina la Yesu. Maana kama bwana amekuweka hapo, haitakiwi mtu yeyote akuondoe katika jina la Yesu. Kuna maadui wanatuinukia ili kututoa kwenye nafasi zetu, ili kututoa kwenye viti vyetu, washindwe kwa jina la Yesu. Natuma moto kwa jina la Yesu, muondoe huyo mtu, angusha hicho kiti, angusha huo utawala, angusha, pindua, pindua, pindua utawala wa udhalimu, pindua utawala wa giza. Tunaenda kutawala kwa jina la Yesu, tunaenda kuongoza kwa jina la Yesu, tunaenda kumiliki kwa jina la Yesu. Wenda ni biashara, wenda ni ardhi mahali fulani, wenda kuna kitu mnagombania kununua, lakini kuna watu wanatumia nguvu za giza. Bwana akupatie wewe kwa jina la Yesu. Bwana akupe wewe ukamiliki. Pokea neema hiyo. Wewe unatamani kuolewa, lakini mtu ambaye anatakiwa kuoe amekuwa anazungukwa na watu wabaya ambao sio sahihi. Tunawaondoa watu ambao sio sahihi na kuombea Mungu akupe kibali kwa jina la Yesu. Ninakuombea, wenda kuna mtu unanisikia, unatafuta watu sahihi wa kuketi nao, watu sahihi wa kufanya nao kazi lakini huwaoni. Bwana akusaidie, akuletee watu sahihi, akuletee watu sahihi. Kuambatana nao na wale ambao ni wabaya, tunawashusha, tunawashusha kwa jina la Yesu, tunawashusha kwenye safari yetu. Tunawaondoa wanaotunyonya damu, tunawaondoa wanaotupa uzito, tunawaondoa wanaokuja kwa ajili ya kwa kusoma amani ya maisha yetu katika jina la Yesu, nami nakuketisha mahali pa heshima. Keti hapo. Keti hapo. Ketisha jina lako kama una vitu vyako una vieti vyako, unasema Baba, nakaa, nakamata nafasi hiyo, nakamata kazi hiyo. Ulienda mahali fulani kupata kazi na kuongoza pokea kibali kwa jina la Yesu. Kibali, kibali, kibali cha utawala, kibali cha nafasi, kibali cha nafasi kiwe juu yako. Pokea kibali cha nafasi, pokea kibali cha nafasi, pokea kibali cha nafasi, ukakubaliwe, ukakubalike. Pokea kibali cha nafasi, neema ya Bwana iwe juu yako. Ninakuombea, ninakuwekea ulinzi. Mungu akuinue, Mungu akupe neema, panda cheo. Nainua mabega yako, naweka nyota hapo, naweka kuinuka hapo, naweka kibali hapo. Mungu akuinulie wa watu watakaoona thamani ya kile unachokifanya. Nataka uona vile unavyopambana vile ambavyo unastahili kuwa mahali fulani. Kuna mtu na kiwango kikubwa cha elimu, lakini kiwango chako cha elimu hakiendani na nafasi ulionayo. Mungu akakutambulishe Mungu akakuonyeshe. Kama kuna yoyote ambaye anastahili kukupandisha, namfungua fahamu, naliweka jina lako kwake. Kama kuna yoyote ambaye anatakiwa kuweke mahali fulani au wewe uwe mahali pale, lakini adui amemwekea upofu, namuombea huko huko aliko, namwekea jina lako liende huko huko, nampelekea sura yako, nampelekea faili lako katika ulimwengu wa roho, malaika peleka faili kwa mtu huyo, peleka faili kwa mkuu huyo, peleka faili kwa mwanaume huyo, peleka faili kwa mwanamke huyo, peleka faili kwa mtu huyo, peleka faili kwenye ofisi hiyo, peleka faili kwa jina la Yesu. Naiombea nafasi yako, naombea mahali pako unapofanyia biashara, liwe ni duka iwe ni mahali ya kampu, mahali pa kampuni iwe ni mahali ambapo unajenga. Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali kwa jina la Yesu, ukakaa hapo wewe, pokea kibali kwa jina la Yesu. Amen, Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Maombi haya sio maombi ya kawaida, yaombe mara kwa mara, utasikia Mungu anakupa amani na wepesi, na utaenda kukaa mahali ambapo, kutegemea na siku. Mungu akiyatimiza haya, kumbuka kwamba e, kuna namna ambayo uliomba, usifikiri ni nguvu zako wala akili zako. Kuna namna ambayo uliomba. Kuna uzuizi mkubwa na vizuizi vingi sana kwenye mambo ya nafasi, kuna maadui wengi sana wanapiga vita nafasi hiyo, nafasi uliokuwa nayo, kuna watu walali hiyo nafasi ambayo uko nayo hata kama unaiona ni ndogo, lakini kuna watu walali. Kuna mtu unaona kabisa vita unaopitia ni kwa sababu ya nafasi uliokuwa nayo. Lakini pia kuna mtu unatakiwa ukae mahali fulani, adui amekuwa na kuchelewesha. Maombi haya yataenda kukuketisha hapo. Ketisha hapo, wakati mwingine chukua karatasi andika, liweke kwenye kiti. Sema Baba, katika jina la Yesu na weka hii jina langu hapa, naenda kukaa mahali fulani, naenda kumiliki mahali fulani. Na mambo haya yanataka imani, nenda tu kwa imani, fanya kwa imani, na utamwona Mungu anakusaidia. Jaribu ku apply hiki na kile jaribu, jaribu kum kushirikisha mtu hiki na kile wale ambao unaona kwamba wanaweza kukuvusha. Usiogope, usibaki tu kimya kimya, Mungu anaweza kutumia mtu fulani. Inua tu imani yako mwamini Mungu. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu akubariki. Umesikia msukumo, kuguswa na kufunguliwa, rudia rudia maombi haya. Na unasikia amani ya moyo kusindikiza maombi haya au ibada hii kwa sadaka yako ya hiari, karibu kwa sadaka yako ya kupanda mbegu ya nafasi sadaka ya kumiliki nafasi, ya kutunza nafasi, vile Roho Mtakatifu atakavyokuongoza, au shukulani na Mungu atakubariki kwa namba hiyo 91 au 79. Mungu aviguni akubariki eh, na Mungu akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Unahitaji msaada zaidi, karibu kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwa screen yako, au ingia YouTube andika maombi ni dawa au maombi tiba. Ubarikiwe, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupokea vipindi vya